Kwa kina zaidi, maana akili yako ikiwa na uwezo wa kufikiri kwa kina, una uwezo mkubwa wa kutengeneza maisha yako katika hali ambayo ni bora na yenye mafanikio katika maisha yako. Kwa maana hiyo, utakuwa umeondokana na tatizo la kuwatwika hata ndugu zako mizigo, maana kuna watu wao wanapenda tu kusaidiwa. Mwisho wa siku, hao wanaokusaidia wanaweza kafikia hatua wakachoka wakachoka kusaidia, na ikifikia hatua watu wamekuchoka, ujue upo katika wakati mgumu sana wa kuweza kufanya mafanikio yako yaweze kufikia kule ambako unako kuhitaji. Na siku zote ukipenda kusaidiwa, hata mafanikio kuyapata sio laini, haitakuwa rahisi, kwa sababu wewe utakuwa ni mtumwa utakuwa ni mtumwa wa msaada, na kila wakati utakuwa hujiamini, utakuwa hauna uwezo wa kudhubutu we mwenyewe ili kuyatengeneza maisha yako kuwa bora. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji na mjasiriamali mwenzangu, kijana yeyote ambaye a umehitimu chuo, haujapata ajira bado bado unawaza ajira utaipata vipi? Unakuwa unafikiria vitu vingi, unawaza ajira zitatoka lini? Lazima akili yako ifikirie namna ya kutafuta njia ambayo ni bora, ambayo utakayoitumia utakayoitumia kutengeneza kipato kwenye maisha yako nje na kutegemea nini, nje na kutegemea ajira. Na ndio maana asilimia kubwa ya vijana wengi wasomi wako mitaani, alafu hawaelewi cha kufanya, hawaelewi waanzie wapi. Lakini pa kuanzia papo pa kuanzia papo kabisa. Na wala mimi nilipokuwa naanza na, na kutengeneza huu mradi wala sikuwa na kitu chochote, wala sikuwa nategemea kuwa napata, ila sehemu ambayo iliniwezesha kutengeneza huu mradi mradi wa shamba hili la nyanya, hapana. Fedha kidogo ambayo nilikuwa naipata kupitia uuzaji wa tembele, hiyo ndio iliyonifanya niweze kuhudumia hii nyanya, na kama jinsi unavyojua zao kama la tembele ni, ni, ni, ni, ni zao ambalo wengi hawalitilii maanani sana juu ya kumwezesha mtu kupata hela, kiasi ya fedha ambacho kinaweza kikamsaidia kuweza kutengeneza kitu kingine kikubwa zaidi. Mimi hiyo hela ambayo nilikuwa naipata ndogo kupitia matembele na michicha pamoja na chainizi, hiyo hela ndogo ndogo hiyo hiyo ndo imeniwezesha kutengeneza huu mradi kama jinsi tunavyoona, eh. nyanya hii hapa imezaa vizuri imezaa hey, vya kutosha na bado, kama jinsi unavyoona, hii bado inaendelea kuzaa, hii bado kabisa inaendelea kuzaa kama jinsi tunavyoona, mpenzi mtazamaji. Kwa hiyo unapokuwa unapata hata kiasi kidogo cha fedha, hebu jitahidi kukimeki. Kwa mfano, mimi kwa siku tembele nilikuwa na kwa siku nilikuwa nauza shilingi elfu tano kwa siku Mungu alikuwa ananijalia kwa siku moja, na nilikuwa nauza shilingi elfu tano. Hiyo elfu tano nilikuwa naweka akiba ya shilingi elfu tatu kwa siku. Wasani wa chakula kwa siku moja nilikuwa natumia shilingi elfu mbili. elfu tatu naiweka kwa ajili ya kuweza kuhudumia nyanya hii ambayo unayoiona wewe. Hiyo elfu mbili ndio niliokuwa naitumia kula kwa siku nzima kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa hiyo unapotaka kutengeneza kitu kimoja ambacho ni bora, lazima ukubali kujiumiza kwa muda mchache, ili baadaye uweze uweze kuishi kifalme. Lazima ukubali kuteseka kwa muda mchache, ili uweze kupata mafanikio makubwa ya baadaye, ambayo atakufanya uweze kuondokana na hali ngumu na kuwa tegemezi kwa watu. Mimi wakati na anza kuandaa huu mradi, wala sikutaka mtu yoyote aweze kunishauri, wala sikutaka mtu yoyote aweze kunipa ujuzi, sikutaka mtu yoyote aweze kuniongozea wazo, kwa sababu niliona kabisa mawazo yangu, nikitaka nianze kutafuta namna ya kuwauliza watu kwamba ninataka kufanya moja mbili tatu, alafu nina kiasi kadhaa cha fedha, hakuna mtu yoyote ambaye angekuja kunishauri kulima zao kama hili la nyanya, nikiona kipato cha kwa siku kidogo kama hicho, na lakini kwa sababu niliamini katika Mungu nikaamini katika uwezo ambao Mungu alionipa. Baada ya kuwa nimeamini katika Mungu na nikaamini katika uwezo ambao Mungu alionipa, ndipo nimeweza kutengeneza hiki kitu. Ingawa changamoto zipo, yes, changamoto zipo waga hazikosikani, lakini hizo changamoto hazikunifanya niweze kukata tamaa. Kwa mfano kama kuna wakati niliumwa sana ikapelekea hata huduma ya kuhudumia matembele pamoja na mboga mboga zingine zote za majani, nikawa sipati huo muda, sikuwa naweza hata kufika shambani, sikuweza na zao la nyanya kama hii mche, ukawa haumwagiliwi. Ni kweli ulikosa ubora, ukawa ni hautamaniki katika macho ya mtazamaji, na wengi ambao ambao haukupenda niweze kuwa na mafanikio wakaanza kufurahi, wakawa wana wanafurahia hicho kitu lakini hawakuelewa, walikuwa hawaelewi kwamba Mungu kuna wakati ataniponya na pia nitarudi tena kwenye game eh, kwenye game nikiwa na nguvu zote. Kiukweli, kutokana na ule ugonjwa ambao niliupata, ulisababisha niweze kuondokana hata na kile kiasi kidogo cha fedha cha akiba nilichokuwa nimekiweka kwa ajili ya kuhudumia huu mmea. Wakati nikiwa narejea, nikaanza tena kuanza kuboresha matembele yangu nikaanza kuyaboresha tena, nikaboresha tena e, chi ambazo zilizokuwa zimesalia ambazo hazikufa nikaboresha. Baada ya kuwa nimeboresha hivyo vitu, nikaanza tena kunipa fedha ndogo ndogo, hiyo fedha ndogo ndogo ilianza kuniwezesha kununua dawa kununua mbolea. Mwisho siku nikaendelea nikaanza tena kuihudumia hii nyanya, na ndani ya wiki moja ikabadilika, nyanya ikaanza kuvutia, nyanya ikarudi tena kwenye ubora, nyanya ikarudi tena kwenye game, na mpaka sasa hivi ni kama jinsi unavyoiona hivi. Mungu akaijalia izaa kama jinsi unavyoona, akaanza kuijalia eh, kuwa na mwonekano mzuri wa kupendeza. Ndio kitu ambacho Mungu nilichokuwa namshukuru sana, kwa sababu yeye ni nguvu, yeye ni mweza, na siku zote ninaamini, naamini katika yeye, maana yeye ndio kila kitu, na bila yeye hata mimi hapa nisingefika, bila yeye hata wewe hapa usingefika hapo ulipo na bila yeye hata usingeweza kuisikia hii sauti ikiwa inazungumza na wewe kupitia chaneli hii, hii. Kwa hiyo, na kusi sana mpenzi mtazamaji, akili yako isichoki kufikiri. Unapotaka kufanya kitu unapaswa wakati mwingine usimshirikishe mtu, amua kufanya bila kuongea, bila kuzungumza, panga na amua kufanya bila kuangalia chochote au yoyote au kusikia chochote, nani anazungumza nini na nani anaongea nini kuhusu nini. Amua kufanya wewe kama wewe, bila kujali chochote kile. Ukiamua okay, kufanya na ukaanza kufanya, nakwambia kabisa, yani kila kitu kitakuwa sawa, kila kitu kitakuwa kwenye ule ubora, kila kitu kitakuwa kwenye ule mwonekano ambao unaotakiwa, kila kitu kitaenda vizuri. Usiogope kufanya, yani usiogope kudhubutu ukaanza kujiuliza sijui itakuwaje. Natakuambia hivi, hata mimi mwenyewe wakati nataka kuanza, uoga ulitaka kuja.